Kuna wakati naona kuna vitu vinatakiwa visemwe. Hali imekuwa mbaya, vitu vinachukuliwa poa, hakuna wa kusema, na wote tukiendelea kukaa kimya. Uh, sometimes, uh, viongozi wetu uh, wanakuwa wako na watu sahihi ambao wanaweza kuambia ukweli. Kuna mwingine anasema, anaona nikimwambia ukweli, kesho nitakuwa sina kazi. Acha mimi niwasaidie. Katika historia ya mataifa mbalimbali duniani Mafanikio ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hutegemea sana ushiriki wa wananchi katika kudai haki zao. Hali hii pia inahitajika hapa nchini Tanzania, ambako licha ya kuwepo kwa vyama vya upinzani kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema vinavyoongoza kwa kupigania haki za wananchi, bado idadi kubwa ya wa Watanzania hawajitokezi kwa nguvu na kwa wingi kudai haki zao. Kanyaga, kanyaga, Swali la msingi ni kwa nini hali ipo hivyo ilivyo? Sababu ni nyingi na zifuatazo ni baadhi ya zile tu zinazochangia hali hiyo. Yote ni kwa sababu nimechagua kuwasemea, wamefunga mikono na miguu. ila mdo kipindi nimetoa wimbo wa alisema, <clears throat> ni moja kati ya wimbo ambao nilipitia changamoto kubwa sana sana, na kipindi kile ilikuwa ni kipindi cha marehemu Uh, JPM, um, ilikuwa kuna wakati hawataki vitu viende kwenye media kuu. Nilikuwa naitwa polisi, nilikuwa naitwa Basata. Basata kwenyewe nilikuwa nakutana na polisi ndani. Ilifika time nikaambiwa kabisa, ukitaka kutoa wimbo inabidi upitie kwa kiongozi fulani, kiongozi fulani ataupitisha sehemu fulani, alafu ndio tutakuruhusu utoe. Pia nilifunguliwa pia kesi. Kuna watu wanamtengenezea fyuzi huyu mama, za kuhakikisha wanamchafua mbele ya wananchi. Inawezekana mipasuko ya CHADEMA imeonekana kwa sababu ni chama tu cha upinzani, lakini hakuna kitu kibaya kama mpasuko wa kimya kimya ulioko ndani ya CCM kwanza. Hofu na ukosefu wa uhuru wa kisiasa ni moja ya sababu kuu. Wananchi wengi wanaogopa kushiriki maandamano au mikutano ya kisiasa kwa kuhofia kukamatwa au kuteswa. Matukio ya ukamataji wa wanasiasa, wanaharakati na hata wananchi wa kawaida katika matukio ya kisiasa yanawafanya watu waogope kushiriki harakati za kudai haki zao hata pale wanapojua kuwa wananyimwa haki hizo. Sasa amesema nisiingie, nisi kwenye gari, nisiingie kwenye gari A -a. Amna, si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Atalala hapa. Shida iko hapa, shida iko hapa. Tusichezeane, tusichezeane. Uelewa mdogo wa masuala ya kisiasa na wakatiba miongoni mwa wananchi. Sehemu kubwa ya Watanzania, usiwaone hivyo walivyo, hata wale wa vijijini, hawana uelewa wa kina juu ya haki zao za msingi, maana ya katiba mpya, au umuhimu wa kushiriki katika mchakato wa kuleta mabadiliko. Wananchi wengi huona masuala ya siasa kama ni ya wanasiasa tu, na si jambo linalowagusa moja kwa moja katika maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo shida, ukisikia watanzania wana ah viongozi hawa vyama hivi vya siasa hivi no, shida imeanzia mm -hmm, at the family level mm -hmm, familia za kitanzania ni moja ya bomu kubwa katika taifa hili kwa sababu we niambie, sasa hivi tunavyozungumza ni kama saa saba na dakika arobaini za usiku. Za usiku. Huu muda tunaozungumza hapa, hmm, familia ngapi za Tanzania zinaweza kufanya discussion kama hii? Yani, hmm, serious discussion kwa ajili ya nchi yao kujadiliana, sema mambo yanayohusu yanayokuhusu. Tatu, mfumo wa elimu nchini Tanzania haujawekeza vya kutosha katika kutoa elimu ya uraia. Hali hii hupelekea kizazi kipya kukua bila kuwa na uelewa wa kutosha wa haki za binadamu, wajibu wao kama raia na umuhimu wa kushiriki katika mchakato wa kisiasa. Vilevile vyombo vya habari na taasisi za kijamii mara nyingi havipewi uhuru wa kutosha kuelimisha wananchi kuhusiana na uhuru huo. Elimu hii ya mpiga kura ni kwamba ukishaipata unatakiwa, unatoa kwa wengine. Elimu sio kuibania elimu sio kwamba eti unaificha inakuwa ya kwako tu, unawasaidia na wengine kwamba mimi nilipopata hii elimu nikaielewa, ndio maana nikatengeneza kipeperushi nikaonyesha jinsi gani. Hapa ndio kwenye shida, hapa unatakiwa uweke katiki tu kadogo, sio unaweka likitiki likubwa kama darasa la kwanza lile likubwa kama vema, aha, kadogo tu kakuonyesha kwamba una mkubali mgombea wako unayemtaka. nne. Hali ya maisha na ugumu wa kiuchumi, kama watu labda wanamaliza shule hawapati kazi hawapati chakula kwa hiyo tutaondokana na stress za kifamilia sasa ambazo, na tutakuwa na ambazo zinahusiana na maisha ya halisi yaliyoko kwa sasa hivi. Mtu kama ana kazi, kila wakati anatafuta kazi, apati. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa utajikuta hata shinikizo la damu linaongezeka. Mwananchi anayekabiliwa na changamoto za kila siku kama vile ukosefu wa chakula, ajira na huduma bora za afya huwa hana muda wa hamasa wala wa kushiriki katika harakati za kisiasa. Ah, mi nasema ugumu wa maisha upo dunia nzima, sio Tanzania wala sio Tanga. Yani, kikubwa ni wewe mwenyewe kuhangaika, unajua haya maisha yalivyo. Amna atake kuja hata umchague mwenyekiti wa mtaa mkeo, nani wako awezi kukuletea hela, si ndivyo? an yani mcha muhimu, hakuna sehemu maisha marahisi Tanzania hii. Mtu asikudanganya kwamba mkoa fulani maisha rahisi, hakuna. Au mtu asikudanganya kwamba mkoa fulani maisha magumu, hakuna ugumu wa maisha na urahisi wa maisha ni wewe mwenyewe kuhangaika kwako. Kwa wengi kudai haki kama katiba mpya huonekana kama ni jambo la mbali au la kifahari ambalo haliwezi kuleta mab mabadiliko ya haraka kwenye maisha yao. Nyinyi ambao mnasema Oktoba, tunatiki mko sahihi na sisi ambao tunasema no reforms, no election tupo sahihi asilimia mia, mia. Nyinyi mmekubali liwalo na liwe na sisi tunataka kufahamu liwalo liko wapi na liwe ni lipi. Mwisho wa siku tuingie kwenye uchaguzi wa uhuru na haki, na sio maigizo na sio propaganda. Tano, wananchi hukata tamaa na kukosa imani katika mfumo wa utawala au taasisi za kisiasa wapo wanaoamini kuwa hata wakidai haki hakuna kitakachobadilika wameona juhudi nyingi za upinzani na wanaharakati zikizimwa au kupuuzwa jambo linalowafanya waamini kuwa juhudi zao ni bure kutokana na matokeo ya dhambi ya asili vilevile anaingia kwenye majaribu ya kujipendelea na kumfanya mwingine akose ile amani. Ukikosa amani, amani unaikosa pale ambapo unanyimwa haki zako za msingi. Kwa mfano, ulipaswa kupata chakula, hujapewa chakula, kwa hiyo unakosa amani moyoni eh? Labda ulipaswa kupata eneo u, u, ujenge kajumba kako uishi, unanyimwa ardhi ya kujenga, kwa hiyo lazima pale utaona umenyimwa nini, haki yako ya msingi. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kuwa mabadiliko ya kweli hayawezi kuletwa na chama kimoja tu, kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, au kikundi cha watu wachache. Ushiriki wa wananchi wengi kwa pamoja ndio msingi wa mabadiliko ya kweli. Elimu ya uraia, usalama wa washiriki wa harakati, uhuru wa vyombo vya habari na kuboresha hali ya maisha ya wananchi na mambo muhimu ya kuzingatiwa ili kuchochea ushiriki wa raia katika kudai haki zao. Mi siwezi kumwogopa mtu, rafiki yangu, labda tu nijui vizuri. Mi ni simba leo vizuri, mi ni simba. Hakuna mtu mi naweza kumkimbia. Kwa lipi? Kwa hoja ipi? Am a true democratic person, I believe kwenye ushindani na napenda kushindana. Kwa hiyo hakuna mtu naweza kumkimbia kwa ujumla kutoshiriki kwa Watanzania wengi katika kudai haki zao licha ya juhudi za vyama kama Chadema kunatokana na hofu, ukosefu wa elimu ya uraia, ugumu wa maisha au kukata tamaa. Ili taifa lipige hatua kuelekea katika haki, usawa na demokrasia ya kweli, ni lazima kuwe na juhudi za pamoja za kuwaelimisha wananchi, kuondoa uoga na kuhakikisha kuwa mfumo wa kisiasa unatoa nafasi ya kweli kwa wananchi kushiriki katika ujenzi wa taifa lao. Katiba mpya si tu ndoto ya chama kimoja, bali ni haki ya kila Mtanzania. Mwalimu alipokuwa anakaribia mwishoni kabisa mwa safari yake ya maisha mm -hmm. kitandani pale hospitalini mm -hmm. alisema ana uhakika eh, anaweza asirejee Tanzania mm -hmm kwa maana alikuwa ameshaona amefika mwishoni mwa safari yake ya uhai. mm -hmm. Alisema kawaambie kule nyumbani Watanzania, mm -hmm. waipende nchi yao kama wanavyowapenda, okay, mama zao